Dada mmoja miaka fulani hivi ya nyuma, wakati kwa ya vijana tunafanya uinjilisti, tulienda hapo Afrika Sana, tukakutana na dada mmoja. Alikuwa mwaka wa kwanza chuo. Hapo Afrika Sana ni mahali ambapo wadada wa wanafanya biashara haramu ya kujiuza mili yao. Tukamkuta yule dada yuko mwaka wa kwanza chuo, ana miaka kumi na nane by, by that time. Tukamuuliza, kwa nini unafanya hii biashara? Kwa nini unajidhalilisha namna hii? Mtoto akasema, niko hapa ili kulipa kisasi. Nikamwambia kwa nini unalipa kisasi? Akanambia wakati mama yangu na baba yangu wameachana, nilikwenda kulelewa na baba wakambo. Yule baba wakambo aliwahi kuniingilia kimwili nikiwa darasa la pili, akaniambukiza UKIMWI, na yule baba alishakufa. Kwa hiyo nimejiapiza ndani yangu kwamba lazima nitawaambukiza UKIMWI wanaume wote watakaolala na mimi.